Sasa nakuonyesha uh, tulivyofikia kwenye ujenzi wa hili ghorofa letu tunaloiona hilo hilo tunaloiona uh, mpaka hatua ya mwisho. Niwahi kuonyesha kwamba tukiwa tumeanza dari, tukawa na sehemu yote tuliyokamilisha, na saizi, kuna baadhi ya vyumba tayari vimesha kamilika kama unavyoweza kuiona. Kwa wewe ambao unanifuatilia mara zote, ina maana hii kazi unaijua kabla, na hadi inapofika hapa ilipo unaweza kuitambua vizuri kwa sababu najitahidi sana kila hatua kuweza kukuonyesha kazi yangu. Kwa hiyo hapa ndipo ulipofikia ufungaji wa gypsum board kwenye hili ghorofa ambalo nimelionyesha mara nyingi sana hatua zote. Kwa hiyo baadhi ya vyumba vipo tayari kwa kukamilisha swala. Eh, ngoja tuje na chooni na kwenye pia kuna giza. Ah, kuna kile kile kidogo kwa sababu kuna mvua mvua, kwa hiyo ndio nasababisha tusielewe vizuri, kuna mvua, kwa hiyo hizi kelele za bati. Kwa hiyo kwenye hili ghorofa, hii floor ya juu kabisa ndipo ambapo tumeweza kufikia hapa, kwenye baadhi ya vyumba, sio vyote, ni baadhi ya vyumba tumesha funga gypsum board, tukaskimu na kuskimu, na hiyo mifumo ya umeme unavyoona, hizo waya waya hizo. Lakini bado sehemu nyingine, kwa mfano, hii cold hii cold, bado tumeishia pale tulipokuwa tumeishia, lakini vyumba vingine tutaangalia huku kiangalia huku pia, vyumba vingi vimeshakamilika, vilivyobaki ni vichache sana, ambavyo na wenyewe naenda kukuonyesha ili uweze kukumbuka vizuri eh, ili uweze kukumbuka vizuri. Kwa hiyo vyumba vingine kwa sababu mfumo uliopigwa ni waina moja, kwa hiyo hapa, kabla hatujamalizia kufunga gypsum board, basi kulikuwa hivi, yaani vyumba nilivyotoka kuviangalia mara c uaea katika hali hii katika hali hii unayoweza kuiona. Kwa na saizi tunaendelea kuifunga. Saizi tunaendelea kuzifunga gypsum board uweze kujiendelea kuona tuendelee kuboresha jengo letu, tuhakikishe jengo letu linakuwa bora la kisasa zaidi na mwenye, mwenye nyumba mwenyewe aweze kufurahia nalo. Kwa baada ya kuwa yamefungwa basi muonekano wake unakuwa kama huu unaouona. Huu ndio muonekano wa gypsum board ikisha kuwa imefunga kwenye hivi vyumba, kwenye vyumba vya jengo hili ambalo unaliona, ndio hili ghorofa nitoka na kuonyesha tukiwa tunaendelea mpaka hapa tunapokuonyesha siku ya leo. Nadhani umeliona vizuri. Ili kuendelea kuziona kazi zangu unazoendelea kupost, hakikisha una subscribe, una like, una comment na kushare account hii ya Mjenzi wa Nyumba ili uweze kuendelea kujifunza mambo mengi zaidi na zaidi, na hii inamfaa kwa fundi kwenye nyumba na yeyote anayependelea masuala ya ujenzi ujenzi kutaka kujua, basi hapa ndiyo mahali sahihi, hapa ndio sehemu sahihi kwa hata maua ya kujifunga kwenye dari yako huko, unaweza kujifunza kabisa hapa. Asante sana na karibu tena kwa zaidi na zaidi. Shukrani.